Kwa habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, unaangalia Nyanja TV. Nyanja TV habari. E, mtazamaji wa Nyanja TV, leo ikiwa ni asubuhi njema kabisa ambapo tumeamka ikiwa ni siku nyingine, siku ambayo inaonyesha hali halisi ya hewa kwamba ni nzuri na mvua zipo. E, tupo katika e, wilaya ya Mlele ambapo tumetembelea kijiji kinaitwa kijiji kinaitwa kijiji gani hiki? Kinaitwa namba moja Kafuru, namba moja Kafuru. Namba moja ni kijiji ambacho kinapatikana katika wilaya ya Mlele mkoani Katavi, na ni eneo ambalo tumetembelea, ni eneo la wakulima ambako ndiko mahindi yanapatikana kwa wingi, karanga, pamoja na mazao mengine. Mimi ni Laurent William, nikiwa na mdau hapa, nimemtembelea leo. Yeye ni mjasiriamali anafuga kuku na vile vile ni mtu ambaye anafanya shughuli nyingi kama tunavyoziangalia hapa mbele eh, anafuga kuku wengi wengi sana. Sasa hatuna kwenda kuzungumza naye, atajitambulisha kwa majina yake, lakini kisha atuambie ni jinsi gani anafanikisha zoezi hili la ufugaji wa kuku, changamoto anazopitia, labda faida gani anapata kutu, kupitia huu mradi alionao. Bwana, karibu kwa majina yako, utuambia unaitwa nani, na utueleze na ni kwa nini umejitolea kufanya kitu kama hiki, na umeanza kwa muda gani toka umeanza ufugaji, umeanza ni muda gani sasa? Karibu kwa majina yako. Asante mm -hmm. Kwa majina naitwa Method Agustino Joni, ni mzaliwa wa Kigoma, nimekuja huku mwaka jana, sina muda mrefu sana. Nimefuga hizi kuku mm -hmm, na miezi mitano nimezifuga. Nilianza na kuku wachache ila baada ya kuwaleta au kuku walito, wali, walitaga mayai wakatotolesha watoto vifaranga, lakini vifaranga havikukua kwa ustahi mzuri. E, nikatembelea wahudumu wa mifugo wakanielekeza, akasema inatakiwa unapofuga kuku uwe umeandaa chanjo, kila baada ya wiki unazipa chanjo Haijalishi kwamba umehisi zinaugua au zina shida gani, lakini ni nzuri unapokaa kwa muda unazihudumia, unazipa dawa kama chanjo. na mradi huu unakunufaisha kwa kiasi gani? E, mradi huu unani, unanipa manufaa mazuri sana kama kuku anapotolesha vifaranga kama kumi na tano vikakuwa, vyote nina uwezo wa kuuza kuku mmoja thamani ya fedha kama elfu ishirini kulingana na ubora wake na ukubwa wake. Ninaona okay, basi, wanasema kwamba kila kazi huwa ina, ina matunda yake. Lakini vile vile mjasiria mali huyu hajatuacha bure, katupatia zawadi ya kuku hapa, na sisi tunakwenda kuenjoy matunda yake. Mfugaji mzuri na ni mjasiriamali mzuri, ana mashine ya koboa, ana mashine ya kusaga, anafuga ndege aina njia, mtakwenda kuwaona lakini vile vile tunawashauri vijana wengine kwamba msikae tu mkasema kwamba serikali haina, hakuna ajira. Ajira zipo, ajiani kama hizi hapa. mm -hmm. E, kama mhm Oh, bana banahuko vizuri kabisa mshukuru, hmm. Mwenyezi Mungu e, maisha yanaendelea ufukaji hmm. e, ya ufukaji sio mbaya, sio mbaya kabisa, au waona? Hapa wameatamia nao pia hmm. hey, hey. hey. Nikiripoti kutoka kijiji cha Kafulu hapa namba moja wilayani Mlele, ni Laurent William, Nyanja TV.